Ni waombe waheshimiwa madiwani, kuna dhana ambayo tunatamani kama wataalamu tuweze kuisimamia pamoja na waheshimiwa madiwani, kwamba wakati mwingine changamoto zingine tuna uwezo wa kuzitatua sisi wenyewe ndani, bila kutegemea hata hiyo TARURA, na ndio maana na uwezo wa kusimama hapa na kutolea ufafanuzi kwa mfumo upi tunapambana kwa kiasi kikubwa sana na toni yetu mmeiona kama waheshimiwa madiwani. Wataalamu tunatamani sana kudhibiti ukusanyaji wa mapato ili tuweze kukusanya zaidi ya bilioni tano ya mapato ya ndani, na unapokusanya zaidi ya bilioni tano au ukakusanya bilioni kumi, ndio tunaporuhusiwa kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara za vijijini kama ambavyo ilipo ilivyo jiji majiji na manispaa ambapo wanakusanya fedha nyingi, na ndani ya hizo fedha yani, ni lazima zitengwe kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Sasa malengo yetu ya kuhakikisha kwamba tunakusanya kila senti iliyopo Hanang' ambayo iko ndani ya sheria, kanuni na taratibu tuikusanye, ili mwakani tunapoingia kwenye utengaji wa fedha, tutakuwa labda tumekusanya zaidi ya bilioni kumi au kumi na mbili tutatenga fedha kwa ajili ya hizo barabara ambazo ni changamoto ambazo zinaletwa hata kwenye baraza la kazi, na lengo letu kama wataalamu kurahisisha shughuli hiyo, tutakuja na mpango wetu wa kununua vifaa vya ambavyo kama Hanang' DC tutavimiliki vya ujenzi wa barabara. Kwa hiyo hata zile barabara korofi hatutaweza kutegemea TARURA kwa, kwa maana ya ile bajeti ya serikali kuu mpaka itakapofika huku tutakuwa tumefanya jambo fulani. Kwa hiyo hiyo ndio concept ya mimi kutamani tukusanye zaidi ili tutenge tununue vifaa. Kwa hiyo halmashauri ya Hanang', nimeona changamoto kubwa iko kwenye barabara, na ndio maana hata kwenye baraza la kazi hapa kila mheshimiwa diwani akinyanyuka ataongea kuhusu barabara, kwa sababu mi naamini kwenye huduma za afya na huduma za elimu pamoja na kwamba kuna changamoto, lakini kazi kubwa sana imefanyika. Lakini barabara, tuna mvua inaendelea kunyesha. Mabadiliko ya tabia nchi yapo. Kwa hiyo natamani sana tuongee lugha moja kwenye ukusanyaji wa mapato ili mapato yatakapokuwa makubwa mwaka wa fedha 26 27 nilete mapendekezo kwenu tuwe na vifaa vyetu vya u, ujenzi wa barabara ili tuwe tunasaidia ku, ku clear barabara korofi. Niwashukuru sana, naamini kwamba kwa majibu mazuri ya mkurugenzi akiwaongoza wataalamu wake, na mimi niseme mimi pia nataka niamini pamoja na wewe kwamba tutaendelea kushirikiana na wataalamu wetu na kazi nzuri itafanyika kama ilivyoahidiwa, pamoja na wingi wa kazi, lakini naamini kuna mambo ambayo ni ma, makubwa na mkurugenzi, tutakushukuru kama hatutayaona tena au tukiyaona basi yawe yamefanyiwa kazi ambayoimpendaa. Shukurani kwa serikali yetu kwa ajili ya kazi na pesa ambazo zimekuja katika kitangu na kazi zinazoendelea zinazoengelezaa. Kwanza nashukuru na washukuru wananchi wa kata ya iti kwa ajili ya kuanza ujenzi wa ofisi ya kata kiwango cha ukuta karibu milioni kumi na sita zaidi, lakini kupata milioni ishirini hapa na kazi inaendelea sasa hivi Hayo nashukuru wananchi wa kata ya Giti kupitia kijiji cha Giti kuchangia wao wenyewe milioni za 42 zaidi, kwa ajili ya kujenga uh, goma la hostel ya wavulana, na tutapata milioni 70 kwa ajili ya umaliziaji, na kazi inaendelea sasa hivi, imefikia asilimia 90. Nashukuru sana kama ambavyo wenzangu wameipongeza serikali, nami mgari nao serikali imefanya kazi nzuri kupitia watumishi wake, mkurugenzi, mheshimiwa mbunge, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mimi niipongeza serikali kwa kazi nzuri ambayo inaendelea kufata maegeo yetu.